Na tunazungumza michezo hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazidi Tambiko nyuma ya kamera director Runda na hii exclusive interview tumemfuata bibi kizee shabiki na mwanachama wa wa Simba Simba Simba alishuhudia fainali mwaka 1993 amepata bao moja kule visiwani Zanzibar. Kule kitu gani ambacho kinapelekea kule South Africa. Tupo na mzee wa Simba. Kwanza, kwema bibi yangu. Kwema habari ah, yako freshi tu mm. Sijui za huko Zanzibar ni salama, imemalizika shughuli salama, tunamshukuru Mungu. Mnyama Simba anaondoka na bao moja visiwani Zanzibar. Watu walitabili bao mm. mm. tatu, lakini imeshindikana. Bibi yangu, tuanzie hapo kwanza. Mimi kwanza sijafurahiana nalo. Kutokana na nini? Tulitaka pale tuweke tatu, tunakokwenda kule, tunaenda kumaliza mchezo lakini Mwenyezi Mungu anasema ni bado kila jambo linapangwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ninachoomba, huko tunakokwenda. Mimi naona mchezo tunaenda kumaliza huko huko. Hujalizika zanzo kitu kilichotokea. Sijamalizi, yani sijalizika moja kwa moja. Kwa nini tuwe vile? Alafu tumefika. Tunapocheza tunafika mpaka kule wenyewe kausha golini. Sasa kilichotusababisha kitu gani mpaka tushindwe? Kwa hiyo nikaona hapana. Nazungumzo langu kama tunashikwa miguu mara mtu mwingine unashikwa mguu una, unateleza tu, na sio kama siri, wanasema kabisa Simba kipita, uso wetu tunaweka wapi? Kwa nini yani? Kila mtu, mbona wao wamefika, wamempatia mama midali na sio watu wache. Tufike kama kumpa midali, kumpa kombe. Sisi haiwezekani kushika na miguu kuni. Hatutaki hiyo swala, naliomba life life, watu wache tufanye mambo yetu kama walivyofika wao, na sisi tufike. Kama tukishindwa, tukashindwe mbele, sio tushindwa hapa. Habari zangu ndio hizo, na maana Yanga Africans wanaingiza mikono katika mechi zetu sana. Tena wao ndo wanaongea, wakifika Simba kule mbele uso tutauweka wapi? Kama wao hawana malengo hiyo, kwa nini wameongea kauli hiyo? Na sisi wote wamoja sisi wote ambao wamoja Tanzania, tukifanyana makosa tusameheane, yani. Lakini kuna swala mwingine anakuumiza hivi, anakuminya mguu mm. na wanasema Simba akifika mbele mm. uso wetu tutaweka wapi? Mm. kwani mbona wao wamefika mbele, sio Simba? Mbona uso wetu tumeweka kama kawaida? Mm. Wao kwa nini, na waoma nini mpaka kusema akifika Simba mbele sisi uso wetu unaweka wapi? Waweki kama tulivyoweka sisi. Mm. tuishimiane wao kutuheshimu na sisi tuwaheshimu. Kwanza tuangalie hali ya mama. Mama anatupenda, mama anatunyenyekea, eh? Anatuenzi. Leo sisi tunafanya maswala yetu ya kipumbavu. Kwani mama tunampa faida gani? Hizi pesa anazotoa yeye anaokota? Hapana, na malengo naye, lakini anajua nawafurahisha watoto wangu. Kwanini sisi wenyewe kwa wenyewe? Unanikanyaga mpaka nasikia uchungu, kuna maana gani? naumia yani, naumia kwa kukanyaga kwao yani, ngunji, najisikia vibaya. Watu wache wao fanye mambo yao na sisi fanye mambo yetu. Tukifika tunampelekea mama midali kama walivyompelekea wao, lakini si lengo letu, hatutaki midali kama mtoto mdogo. Nataka tumpe kondo kama kama wee. Wao wamezimalia kabisa kusema nataka apande. Sisi tusi, tusiende, wapande aweke ngazi mpaka mbingu ya saba, washuke huko wanakokwenda Simba kucheza wakaashusha wakashike miguu washuke chini, wallahi watakachokiona ndio hicho hicho. ii sio uwezo me, me, ambao amepata goli moja hamna ha? cha uwezo hamna mm. uwezo mm. mambo mengi sana yamepitika pale mm. kwa hiyo nyinyi amuoni mm. sisi ndio tunajua ambaye mpira mm. huu umekaa hivi, mechi hii imekaa hivi. Tunaomba watu waachie mechi yetu, ikiwa mbovu mzima mzuri, waache kwa nawaog kwa nini waongee kusema hivi, akifika mbele Simba siyo uso wetu unaweka wapi? We hata kama we mwenyewe utajisikiaje? asubutu hmm. na sina mi nawapa habari hmm. au watoto wadogo tu mtoto mdogo hmm. anapolia akiwa akizaliwa mwa hajiti baba mama kitu hicho kinakuwa kuna mpaka anafika saizi yake anaita baba mama, tunaomba hmm. Lengo letu liko pale pale mm. na mshono wetu uko pale pale Tukitoka hapa, tunaenda kwa shona kule, hatuwaogopi wala hatuwainile. Kuheshimu tunaheshimu, lakini hatuwaogopi kule kule, kule. Mm. Ugopi, wana, ishimu, ishimu, kule, kule. Mm. Moja mbili, tunaweka wa wow. Umemwona Mpanju? Umemwona bibi yangu? mm. Mpanju umemwona? Memwona sasa Mpanju mm. ni mchezaji lakini, unaona kama kuna vitu vidogo vinamchanganya Eh, unajua kuna mwingine anakanyaga mguu mwingine mm. Anavutwa mguu ambaye mbele haoni anajua kama wa. Anajua goli lile, kumbe kapiga nje, yote ni macho ile. Watu wache bwana ii mm. Mlisema mm. ubaya ubwela unavuka maji mm. Imekuaje tena? Nakwambiaje ubaya ubwela ndio huo sasa. Hii safari ndio ubaya ubwela kweli, ndio ubaya ubwela unaanza ule wakitukanyaga sio, tunaminya goli moja, bibi yangu mm. Walivotaka walivotaka wao tusipati kabisa pale hata goli moja. Umbe ala mm. walitaka sio pale tutoke tu mm. wakiko wapi mm. kiko wapi mm. samei na hata Azam mm. sisi Simba kama Simba tunakotaka kufanya jambo letu hatubabaishwi na mm. mtu na mjinga wote ule tunamwogopa Mungu kama walivyomuogopa wao, na sisi tunamwogopa Mungu na wote katushusha. Mama yetu ni huyo huyo mama Samia, ndio ambaye aliyotulea na mpaka hivi anatu nini, anatulinda. Kwa hiyo wao anamheshimu na sisi tunamheshimu. Tufanye hekima tumpe mama kombe. Kwanini kila siku simba na yanga haina mwaka hamna miaka hamna nini mwaka Simba Yanga, Simba Yanga. Kwa hiyo haibadiliki. Mimi mwenyewe naumia sana. Kwa nini haibadiliki? wanatoka nje wanakuja hapa kucheza na fanyika, sisi simba yanga tu, simba yanga, haiwezekani. Tubadilike mitindo, tuonyeshe mitindo mingine, tuonyeshe mambo mengine kwanza yule mwenye ule mwenye weupe kaa papa bichi yule. Nani bibi yangu yule ambaye mimi mm. na mmaindi kwelikweli, naambiwa nani, bibi wewe, anajijua eh, amefanyaje amefanyaje, kuambia ya akifika Simba kule sote usoto, yeye alivyocheza kufika mbele sote usoto, bora tumeona manala eh mm. Atajijua, tuache, hatutaki so, kutufuatilia masuala yetu uh -huh. kufuatilia kumbe kwa nini yeye aongee nikicheza? Mzee Simba akifika mbele, sura zetu tunaweka wapi? Inamhusu nini? anakutazama Haji Manara. Inahusu nini? fanya yako bibi, baba hmm. samani hii hmm. dunia kupita kila siku, Simba Yanga tumechoka, tubadilishe mitindo mingine. Simba Simba Yanga Yanga Letu yeo wiwe eh, moja lakini hapo hapo tunakanyagana nye kwa nyewe, sio kama ambaye mtu mtibwa au sijui nani hamna. Simba ya Yanga wanajadiliana wenyewe, swala hiyo tuliache, tumwonee huruma mama, anatoa pesa zake bibi wa Simba eh, ni sahihi. Chanzo ya uwao kulaumiwa baada ya kukosa gori, wasimlaumu sana hmm. kwa nini kwanza kashinda hmm. Kwa nini kwanza kasio, unajua kuna mitihani. Hata mimi hapa naweza nikatembea nikajua hapa na kanyaga, kumbe nateleza na anguka ule, tumsamee ule binadamu, na yeye kiumbe alafu. Nachoongea kocha wetu, kocha nisikilize vizuri bakini, kocha wetu unapoingiza timu uwanjani, jicho lako lote makini liwe uwanjani. Ukimwona mmoja nalegealegea, toa ingiza mwingine Ukimwona yule na nini, ingiza mwingine hivyo hivyo, lakini si waache wacheze mpaka wachoke waanguke, hapana. Kwani kwa, kwa, kwa, kuna mchezaji alikuwa legelegele atoke. Ah, aua yule alikuwa kachoka, alikuwa e, mm, kachoka. Yule angembadilisha mapema, hayo yote yale asingetokea. Kwa hiyo, kwanza tunamshukuru kututoa mbele, kutuweka hapa, ila awe makini uwanjani na wachezaji wake. Hiyo utafika baba, haina mpinzani. Uwe makini ukimwona ah kibu hivi kidogo kaenda vibaya, toa nje mweke mwingine. Ah, shabalala kidogo naona bega lake linakwenda upande, toa weka mwingine. Ukimwona mwingine kaburuzika usafikii kamshipa, toa weka mwingine. Yaani wote wa, weka wacheze. Sio ambao unaweka wanachoka, wanafanya hivi kubadilisha mnachukua masaa mangapi hapana. Huko nakokwenda ndio hicho. Huko ndio finali yenyewe hiyo. Huko tunakokwenda sisi. Uwe makini watu wakibwagika mbele, kama mche wa VIP mm. Wengine wanazuia nyuma yeah. Uh, ukiubwaga uki hivo unamwagika yeah. Ukiubwaga tichaa, tayari umetanyika ule yeah. Kama Simba, kama Simba. Mm. Wacheze watanyike, lakini nyuma waweke, waweke ulinzi mzito mkubwa si, si, upo, chamuka labuna Hamza sawa, lakini unajua wale wawili mm. Wanatakiwa wale wakienda mbele mm. Wengine wakunyuma ule nyuma kaiba kaiba nyuma kakutana na kigogo kingine, lakini mi naamini Simba tunakwenda, tunavuka, hatuna mpinzani. Ni sahihi mechi kwenda Zanzibar, ndio maana matokeo yamegharimu. Kwanza sijapenda mm. na u, ule kutokana viwanja mm. ujapenda na mechi kwenda eh. mm. viwanja viwanja vile kama hapa na sisi Tanzania vipo Zanzibar mm. Zanzibar Zanzibar. mm. bongo bongo lakini sasa leo mechi iko mdomoni, unatoa unapeleka kule sawa, kote kumoja ni kwetu kumoja, lakini si sawa sawa. Bwana, nyumba unaihama unaamia leo na nini, kesho unaambiwa uhame, unapendezewa basi. Inshallah, Mwenyezi Mungu tunamuomba, tunamwomba Mwenyezi Mungu atufanyie uwepesi. Lakini hapo hapo naudia tena, wachezaji wa Simba, South Africa mnasafiri mnasafiri mnakwenda kule, mkaangalie macho mawili Usimfikire, si Mariamu namwona, si nani yule, sijui amna. Kilicho kutoa nyumbani kwako kuja kufanya kazi fanya kazi, ukimaliza unamfikiria Mariamu. Lengo lenu liwe katika shughuli zenu hizi. Salamu kwa wachezaji wa Simba, msiwe na mbaya tafadhali, nakuombeni, niko chini na miguu yenu, kwa sababu hmm, tunaumia, mashabiki wanasema Simba Sports Club ni watu wao. Hii ndio imeishia hapa. Ndio maana mimi nikaambiwaje? Wao wanasema oh, Simba kienda sisi sulo tunaiweka wapi? kwani ilikuwaje? wao mbona amefika, nasio watuache tufike, na tutafika kwa uwezo wa hala, kama mjafika. Bibi yangu naidi nini? Nnakwambia hivi, baradi ndekai wafanyia wale, mona hawasahau maisha yao Sa hey, mm. Wewe ngoja uone bibi? Nakwambia hivi tukienda kwanza apiga moja labda, wao watupige mbili sifuri, mm. Lakini kama wao, tunacheza tu tukimi tukis, tunaingia hatuna baba, tuko vizuri, tunajiamini, tunatamba. Mwanamke ujiamini, unamwona mama pale, we kajiamini mpaka anatoa meza yake anafanya biashara mm. Leo kuna sasa hivi mwanamke anamulia mwanamme, unaniacha na njaa, bwege huyo. hmm. aliyokuwa mwanamke ambaye katimamia kabisa, anajua mimi nifanye nini nipate maisha yangu. Mama karuhusu mama, mikopo analeta. Kwa nini wewe ujibandikize? Siku hizi kuna kudanga, amna, mnatamba na Simba, tuna tamba na kiaeli mpanzu, kina wa kina kapombe, kina shabalala, shamaroni atani hmm hiyo shika mkushike mm. nipe nikupe mm. Wakitupa tunawapa wao. Wanaambiwa kugusa unase, sio? Unaambiwa ubaya ubwela bibi wa Simba wamewatua zamani, kibingwa mtetezi ya, brocho, South Africa mwaogope na Simba subutu subutu ah! Wale kama watoto wale, kwanza pali sumu wasame wacho waone, bada nakuwa kwenda nao, wasi wanamwagika kama mchele wale tunakwenda kuzoa, tunaweka sehemu moja, tunapita mm. ule mchele ule wanaomwaga wao, sisi tunakwenda kuweka sehemu moja, afu tunapita mm. jeuri mwenzake kusudi. Ukinifanyia jeuri mimi nakufanyia giladi, na maana gani e, mm. jeuri mwenzake kusudi. Ukiwa jeuri mimi fezuri, mm. yani, wewe ukijiona jeuri mimi fezuri mara mia, mm. melewa, mm. hii dunia yetu sio ya kutishana hii, sio hii, hii dunia tumeweka tuishimiane, mm lakini ukinitisha mimi nitakutisha mara mia. Ukifanya mimi niko ha, nikikukabea ha, umeliwa. Bibi wa Simba, unaiona Simba ikienda final? Nakwambia tutafika. Amna baba mama, nakuomba unitake, lazima tutafika. Kuna mpinzani wa kutupinga sisi? Labda si wenyewe, si wenyewe. Tukienda pale legelege lege, eh. lakini kama tumezimalia kusema tunaenda kucheza mpira, tunacheza na tunaingia hakuna jeuri ya kutufanyia mtu sawa. Naombeni wachezaji wa Simba muwe imara, muwe vizuri, muangalie wapi mlikotoka, ninakokwenda tena. Hatua mlikotoka mbali, hatua ninakokwenda hapa karibuni. Naomba tafadhali, pigana, vaa koti lako, kombati lako, weka kofia yako, weka buti, hapa kazi tu iendelee. South Africa eh kulekule tunampiga mpiga kuleku, tunamwacha na pangu. Sababu yake sio, tunasonga mbele. goli ngapi, bibi yangu? Kule ingia mimi kule, atsitake nimpige nyingi mm, nimlaba nimempiga mbili mm, lakini nataka moja tu mm, moja tu alafu mm, tucheze mpira mm. goli moja unapata kabisa mimi, alina mpinzani mm. wanaesikia mm. wana Simba washabiki mm goli letu lingine la pili aliyolikosa wa tunaenda kulirudisha kule mm. tunaenda kurudisha mashambulizi kule, hatuwaogopi. Tumewatoa watu wenye ndevu zao tunawatoa watu wenye rezao nyeupe nini, wale walabu, walabu. Hmm. tunaopa wale na visuko mkunyo ah, subutu mm. mm. ah. mm. wewe yule mguu wa shoto mguu wa kulia mm. bandika nikibandika bandika nikutoe mm. kama waliwatoa wamemtoa Zamareki siinani Zama eh, wamemtoa wao wow, so, sio sisi hapa mm. hii Simba bwana mnyama kukapolini mwogope ha. hatari neno moja kwa, neno moja kwa Zamareki neno moja kwa steebo ambayoa nnakuza nao South Africa. neno moja unawapa salamu gani? Ninawapa salamu wajipange, mm. wajipange za Marekani wa? wajipange mm. waone tu ambaye wa mchero walivyomwaga pale Zanzibar. Zanzibar? Mm. Basi hapa kwanza, ole yao, washukuru wa kwelikweli kuja kucheza kule Zanzibar mm. lakini wangeingia kwa Mkapa wale mm. njia, kutafuta wangeingia Magomeni, Mwananyamala, Sinza mm. Makumbushu. Safari kwao makumbusho safari kwao hata hmm. ndege singeitambua wale ah. si nakwambia, hmm. wangetafuta kunguru warushe mpaka nyumbani kwao K kumbe Benjamin Mkapa ndio walikuwa wanakufa nyingi wale. Tena nne, tano, sita, lakini wana bahati kweli, lile dua waliolisoma limeenda vizuri. Sasa utakutana huko huko afebeki hmm. mzigo uondoke afekipa, biashara ifanyike nini umoja kwa wana Simba Sports Club kwa ujumla, mimi nawaambia wanashabiki wa Simba, msiwe na hofu. Tuikumbatie timu yetu, tuishimu timu yetu, tusizarau labda mikosa siku moja ah, tusiwaongelee mabaya kwanza. Wawa nye wanajua kama sisi mpaka tumefika fainali basi, hata hii hapa tutafika. Kwa hiyo tuombeane dua, tuwe pamoja, tuwaombee wachezaji wetu wasiumie wacheze vizuri, kila kitu kiwe vizuri. Mi naomba shabiki wa Simba, tunaomba tushirikiane, wanayekwenda na timu tunaibaki nyumbani, tushirikiane, tushirikiane. Macho mawili hata macho manne tushirikiane, macho manine, tushirikiane. Manine eh, mm, jicho moja liko nyuma mm. Mm, uko mawili yako nyuma, mbele yako mawili, hatari hiyo. Ala huko we, kinachotoka unakiona, unakizima huko mm, na kitokea, unakisogeza unakiponda, mm. Habari ndio hiyo. Hii Simba, Simba bwana, ni timu kubwa ya kutisha, ila watu wanaichukulia tu poa poa poa tu. Simba ni timu yenye heshima, yenye ambayo kuheshimika dunia nzima, wasichukulie poa mpaka simaja mediali. <laughs> Tena mimi namwambia mediali, tulia Emediali, nakuomba sana tulia kwanza. Mimi nasema ni mtu mwenye hekima zako, emediali. Unajua kuongea na watu, unacheka na watoto, unacheka na vijana. Wallahi Mwenyezi Mungu akujalie, ipo siku utashika kombe kwenda kumpa mama, ili ili usikate tamaa, kombe ili ili tunamza kumpa mama, mama Samia

tena nikifika Ikulu kwa mama ndio natembea hivi na tamba naambiwa na tamba, alafu napiga goti kumpa mama salamu, aleikum mama, mama Samia samani mzigo wetu huu. nikushukuru sana bibi kizee. mimi nasema shukulani Mwenyezi Mungu atufanyie uwepesi atufanyie leo na kesho. na mimi hapa, mimi hapa simtukani mtu, naongea kiushabiki. Ila yule aliokuwa mweupe ka papai bichi ataingia kwenye kumi na nane yetu, Haji Manara e, ataingia kwenye kumi na nane yetu mdomo, mdomo wake uishie huko huko mm. Kwetu sisi ajishimu, kama yeye alimpa baba midali na nataka tumpe hiyo hiyo. Mbona sio wao wamefika, tukuwafanyia vurugu? Kwa nini wao wanatufanyia vurugu? watu wache, watu wache mwaka huu wetu natamba. Tunatamba, tunatamba mm. mi ndo bikizee, mwingine feki. ukisikia bibi wa Simba ndo mimi, ukinigusa utagusika, ukininasa mi ntakushika. Simba na kuparaa mimi, laha burudani yani, niko kwatu kwanza, mama mtu nzima yeah. nikienda burudani nikirudi na kunywa soda yangu, nikiingia kitandani, koga maji yangu na lala, sina ndoto wala nini mm. Naona mie Yanga kindakindaki. We mwinda azimu nini? We Yanga mwanamke, useme mi Yanga kindakindaki, Yanga kindakindaki. Tarehe ikifika unasoma, inatokea ileile ile, namba ya Simba. Acheni mambo ubabaifu, wanawake wasiwa Yanga ni. We sema mi shabiki wa Yanga, usiseme mi Yanga kindakindaki, tarehe yako ikisoma Simba katawala, mimi natemba natemba nalinga nalinga tali. Eh, e, hmm. halafu kuna mtoto wangu anaitwa Sotojo pesa hmm, anagombea udiwani namwombea dua Mwenyezi Mungu amjalie hmm, na atapata tu kwa uwezo wahala, lakini na Mama Samia oye, Mama Samia oye, kazi iendelee, nakupa mia mara mia mbili mama, uko vizuri, umetuelimisha sisi, watu wanakwenzio tuko vizuri, hakuna mwanamke analia njaa sasa hivi hati kuna mwanamke aenda pale eh, mie mume wangu akuniachia wa hela, wemjinga nini, weka miogo, kaanga viazi, pika chapati, unapata mi na njaa. Pilau la mapenzi kwa nkapa kati, unampa kombe Mama Samia lipo mtoto ndio, analipika hiyo. Viungo vyake vinane tu hatari tena, wa taarifu wote wa Tanzania wenzangu, muje kwa Mkapa siku ya Simba, muaje kuangalia pilau la mapenzi watu wanavyopika, watu wanavyokula shukrani na washukuru wote. Mama amepika pale biashara yake, Mungu amjalie amzidishie. Uwe na moyo mama, kupika biashara yako, usimwogope sura ya mtu. Mtu ni mtu tu, usimwogope mtu, fanya mambo yako mama, pika muhogo. Anejua kukupa wewe ni Mwenyezi Mungu, binadamu. Binadamu kaumbwa, kila siku kumwombea babaye Simba. Ujiamini mtoto wa kike ujiamini, leo una, unaenda kuomba, naomba hela kula mikono naye miguu naye, unaenda kuomba kula. Mama katuruhusu mikopo, ipo shida gani? Kina baba tuwaache na mambo yao, na sio wanawake, tuwe na mambo yetu. Habari ndio hiyo i Simba ya kutawala yani ndaki, ndaki. Hakuna kutupingiza, tukienda tunampiga, tukiingia tunaingia Umeelewa? Hakuna kutushika mguu, atakaye tushika nyinyi tunaponda tunamsaga, tunamrudisha nyuma, sisi tunasonga mbele. Habari ndio hiyo.